Leo tutaenda kujifunza kuhusu jinsi ya kuingia kwenye ulimwengu wa roho uh, kwa kutumia state inaitwa relaxation. Relaxation au kwa kifupi unaweza kuita relax. Mungu anasema ka kimya, utulie, ujue kama mimi ni Mungu. Be still and know I am God. Ili uweze kuona maujiza ya Mungu, lazima utulie, utulie. Paul anasema mtu wa kimwili hawezi kuyapokea mambo ya kiroho kwa sababu kwake ni ujinga. Nawala, na wala hawezi kuyapokea kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Biblia pia anasema mtu mwenye nia mbili usitasita kwenye mambo yake yote. Kwa hiyo mtu kama una nia mbili mbili, stress zimekamata kichwani, huwezi kumsikia Mungu unahitaji tu, lakini wengi wetu hatuja hatuja master. So you need to master that for you to enter in dream lucidity, open vision, close vision, trance. Ukitaka ku master vizuri ulimwengu uli wa roho na ulimwengu wa nafsi yako unahitaji ku master relaxation, na tende moja kwa moja kwenye kitabu cha Mwanzo, Genesis 2 and verse 7, nasema in the Lord God, Mungu ali, alimfanya mtu kwa mavumbi eh, and breathed into his nostril the breath of life. Akampulizia puani pumzi ya, ya uhai. Kwa pumzi imeunganishwa moja kwa moja kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiweza kukontrol pumzi yako, ulimwengu wa roho unaweza kuingia vizuri na kuwa lucidity. Kwa lucidity ni nini kwenye ulimwengu wa roho? Ni kuwa conscious, kuwa na aware yani. Una, unaota ndoto lakini unajua kama unaota ndoto na unaweza kupaa na unaweza kufanya chochote unachotaka kufanya. Ukitaka ku, kuangalia mwili wako na uona, kwa sababu uh, during that, that state unapokuwa kwenye, kwenye dream nafsi yako inakuwa haipo, unakuwa umetoka kwenye nafsi yako, kwa hiyo unaweza kuona mwili wako. So huwezi uh, kufanya hizi hizi practice kama, hu, kama hujaweza huja, huja vizuri kumaster the state of of tulie. So, relaxation ni jinsi oh, ya kukontrol pumzi yako, pumzi ambayo imeunganishwa moja kwa moja kwenye ulimwengu wa roho. Ukiweza kutumia vizuri pumzi zako, na utaweza kuingia vizuri kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana watoto wadogo wanapumulia sana tumbo. Sisi tunapumulia sana kifua kwa sababu, na, na, na, na hiyo ndio inatupeleka oh tusiongee vitu vingi sana kwa sababu na, dakika dakika kidogo tu za kuzungumza sasa. Unapoweza unapoweza kucontrol pumzi yako, ndipo unapoweza kujicontrol wewe na kuwa aware kwenye ulimwengu wa roho na kuelewa, kwa sababu ulimwengu wa roho unazungumza kwa mafumbo. Ukitaka uya decode yale mafumbo, lazima uweze kufanya relaxation. Okay, kwa hiyo relaxation unafanya hivi, ukitulia kama hivi nilivyotulia mimi, unakaa chini au unalala kwenye kitanda chako, macho yako akiwa juu. So utakavyokuwa unafikiria una tafakari, unaanza, unavuta pumzi inhale, unavuta pumzi, hakikisha unavofuta unajaza tumbo lako, unapumulia. Inaitwa diaphragmatic uh, breathing system, unapumulia tumbo. Unapopumua, unapo inhale, unajaza tumbo, unalijaza kabisa mpaka mwisho deep. Unavyojaza afu unaachia deep, kama umevuta ume, ume sekunde nne unatoa, una sekunde sita. Ukirudia huu mchezo kwa nusu saa, lisali moja, masaa mawili, afu ukiingia kulala, unaweza ukaingia kwenye ulimwengu wa roho kwa kujua kabisa, na unaweza kuuliza maswali na ukajibiwa. Unaweza kuongea na malaika each and everything you need. lakini you need to control your breathing system, relaxation hii, ndo relax, unavyo jinsi unavyofuta ukipumua Unaona kama umekunywa ume pombe au umevuta bangi, lakini is not is not, is not that, sio sio hivyo sio kama umekunywa pombe na kuvuta bangi aah, lakini ndo relaxation ilivyo uki practice, na wakishia utaona Mungu akitenda mambo makubwa sana kwenye maisha yako. Utakuwa lucky kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana.